Account zenu leo umetuambia mwosimko kama 9.10 million. Kwenye mpango mkakati tunazungumza accounts ku grow mpaka 20 million, kama tunazungumza 100% growth in 5 years, tunazungumza ni simple average 20% growth every year. Ndio maana nikasema mmeielewa dira ya nchi na mmemwelewa Mheshimiwa Rais anachokitaka kwa sababu uchumi huu unataka to grow by 10% average ili tuweze kufikia 1 trillion tuliyopanga, lakini hii inaanzia kwenye taasisi. Kila taasisi, private sector and public sector. Wizara na serikali kuu haifanyi biashara, there is nothing. Taasisi za serikali na taasisi za sekta binafsi ndio injini ya kudrive. So if we are talking about 1 trillion, growth to 1 trillion, that 1 trillion will come from the institutions and the individuals kwa sababu haya sio siri, ni kwamba Watanzania you have to start analyzing, zangalieni, zitafakarini namba hizi, mzichangue mjiulize, ni sehemu gani ya kwenda kuwekeza, kuwekeza mtaji <coughs> lakini pia kupeleka amana zako. Naomba nikupongezeni sana sana kwa kazi nzuri mliofanya. Nawapongeza sana sana kwa kazi kubwa ambayo umeipanga mbele lakini nawapongeza sana sana kwa sera mlioweka ya kusaidia jamii.